Nafasi za kazi Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafasi za kazi ofisi ya Bunge. Tangazo la nafasi za kazi. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeundwa kwa mujibu wa ibara ya 62 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na nafasi zilizotangazwa ni mkutubi daraja la pili nafasi mbili, fundi sanifu mfumo wa maji daraja la pili plamba mtakwimu daraja la pili nafasi mbili. Afisa ugavi daraja la pili nafasi moja. Afisa sheria daraja la pili nafasi tatu. Afisa habari daraja la pili nafasi tatu. Afisa TEHAMA daraja la pili system administrator nafasi moja. Afisa utafiti daraja la pili nafasi tatu, na mpokezi daraja la pili nafasi nne. Afisa TEHAMA daraja la pili network administrator nafasi moja. Mwandishi taarifa rasmi za Bunge daraja la pili simu ya lugha nafasi moja, mwandishi wa taarifa rasmi za Bunge daraja la pili uhazili nafasi mbili, muhasibu daraja la pili nafasi mbili, afisa usimamizi wa fedha daraja la pili nafasi moja. Masharti ya jumla: waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45, isipokuwa kwa wale walioajiriwa serikalini. Cheti cha mtihani wa kidato cha nne na sita, computer certificate, vyeti vya taaluma. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako original na result slip hazitakubaliwa. Kwa waliosoma nje ya nchi, hakikisha unakuwa na vyeti vilivyohakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE. Uwasilishaji wa taarifa za kugushi ni kosa kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 18 Novemba 2025. Barua iandikwe kuelekezwa katika anwani ifuatayo: Katibu wa Bunge, Ofisi ya Bunge, 10 Barabara ya Morogoro, slp yes 941 4490, Tambukareli, Dodoma. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektronic na nipoto.ajira.go.tz Maombi yote yatakayowasilishwa nje ya mfumo huu hayatashughulikiwa.